Idi Khalid Habibu Sowah Jonathan K-y -y -y. Jaribu kuweka pira moja ndani sasa, unacheza pira nakwenda ndani kama bao la mapema sana hili. Bao la mapema sana wanapata Singida Black Stars. Ah, naweza nikasema dakika ya kwanza tu ya mchezo huu, akiwatanguliza vijana wa David Uma walacheza 1 2. So alijaribu kutazama pembeni. Kwa Emmanuel kwa Mekeyeke akaunyanyua tu ule mpira ukaenda ndani ya lango Singida, ukiwa anapata bao la kwanza. Anajaribu kupambana sasa Jonathan Soa. Mamuzi anafunika, Mamuzi anafunika, mkwaju wa penalti. Alimnyupe yuko chini. Jonathan Soa, Jonathan Soa alikwenda kontrol mara baada ya kupotea kwa mukrimu Isabdallah, tazama ilivyokuwa wakati anacheza ule mpira. Jonathan Sowah valentino muhilo Dixon alikuenda kama kumsukuma hivi, atafunga bao la 12, tusubiri tuone. Jonathan Sowah Sowah anaweka ndani ya kamba bao la pili kwa Singida Black Stars, mabao mawili ndani ya dakika saba. zipo penalti maridadi mno, ile akaenda kwenye kamba, jaribu kupenyeza pembeni huku, sasa cross maridadi huku, Paul Peter, penalty wanapata Dodoma kwa penalti, Paul Peter, mashabiki wachache wa Dodoma. Tazama. Alikontrol ile Paul Peter. Gadiel Michael kajiingiza katika movement za Paul Peter, kamkosesha utulivu katika eneo lile, na mtu anayekwenda kufunga na kuwa na faida nyingi katika sheria za kabumbu, Iddy Bahati Kipagwile, mpigaji wa penati. Kipagwile anauweka mpira ndani ya net, bao la kwanza kwa Dodoma. Piga penalti nzuri sana. Magoli mawili kwa moja. Iddy Bahati Kipagwile moja, penalti maridadi mno.